Namkwingine kwa Rais William Ruto amewaamrisha maafisa wa polisi kuhakikisha kwamba wametoa usalama wa kutosha kwa makanisa nchini na sehemu zingine za kuabudu kuabuduna. Rais Ruto ambaye alihudhuria ibada Jumapili katika kanisa la Pefa Gikomba, kaunti ya Nairobi, amesema serikali yake haitaruhusu tena sehemu za ibada kuvamia na makundi yanayotumia sehemu hizo kujitafutia umaarufu wa kisiasa. Aidha, Rais Ruto amewaonya viongozi dhidi ya kufanya siasa kanisani. Viongozi walioandamana na rais, akiwemo mwenyekiti wa chama cha Gladys Wanga wametoa hakikisho kuwa wataunga mkono serikali katika kutekeleza ahadi kwa wananchi. All arms of security must ensure that our places of worship are protected from unnecessary and useless and retrogressive fights and politics.